Leo Disemba 9 ni kumbukumbu -kumbu ya uhuru wa Tanzania bara, lakini pia kwa mwaka huu ni siku iliyopangwa kufanyika kwa maandamano yaliyokuwa yamepigwa marufuku. Hali katika maeneo kadhaa ya nchini humo iliripotiwa kuwa tulivu asubuhi hadi kufikia majira ya mchana, lakini kulikuwa na tahadhari kubwa. Ulinzi uliimarishwa kote nchini Tanzania, huku askari wakionekana wakishika doria katika miji mikubwa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameelezea changamoto ya usafiri iliyowakumba mapema hii leo. Hali ya usafiri ni mbaya, hamna usafiri kama saa mawili. Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hadi usafiri, ndugu yangu, ndo kama unavyoona, hakuna gari linalopita, ndo vyombo vya usalama ndo vinazunguka zunguka tu. Abiria wao, tunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna, tulikuwa tunaelekea makazini, usafiri hamna, vituo vya mafuta vimefungwa. Kwa hiyo hamna daradala inayobeba inayo raia kupeleka makazini. Sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke. Kwa hiyo hamna usafiri wowote ndo tupo hapa. Nasubiri usafiri. Miongoni mwa watoa huduma muhimu waliojitokeza kuendelea na shughuli za kila siku jijini Dar es Salaam leo licha ya agizo la watu kusalia majumbani ni Masaya. Yeye ni mama mjasiria mali anayepika chakula mtaani na ameiambia BBC kuwa alilazimika kutoka nje ili kuwahudumia wateja wake wakuu ambao ni walinzi wa makampuni binafsi. Seho ni mbaya watu anina. Kwa sababu watu hamna naamatukujitolea kwa ajili ya minea ya kuna walinzi sehemu wetu yamajogeni, walinzi wetu wasipate shida. Kaona nani nikikimbia walinzi utawapa shida leo, kamwa nijitolee tu, nkaona imekua amani tangia asubuhi saa kumi na moja mpaka leo, usalama upo kwayo, naweza nkaendelea mpaka mchana kama hakuna fujo aina yoyote, kama alivyoona kuanzia saa kumi na moja ndio hivyo, nimeamua kujitolea. Mae, hauogopi kuhusu usalama ha? usalama nimeona upo, sababu tangia saa kumi na moja nipo nakawa, nan izi wanajeshi wako keno karibu hajaniambia lolote kuhusu mama vipi, napita nikaona niendelee na kazi. Yeah. Mwanawake, sahivi tuko jasiri mama yetu, kama hivyo nimeona, kwa ajili ya mama. sio mwanamme kama nitaogopa mama, hata akiniona ataona sisi kweli tuna jasiri mama. Katika taarifa, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, David Misime, amewahakikishia wananchi kuwa usala, kwa usalama wao pamoja na mali zao kushwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, jeshi la polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe ishirini na tisa tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Msemaji wa polisi Misime pia amewataka wananchi kupuuza picha na video ambazo zilikuwa mitandaoni yakidai kwamba maanda, zikidai kwamba maandamano yameanza nchini. Video zilizodaiwa kuonesha maandamano Mwanza zimekanushwa na Mkuu wa Mkoa Said Mtanda, akisema zilitumwa leo lakini zilirekodiwa tarehe 31 Oktoba. Muda mfupi uliopita, nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali mbali. Nataka niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mwanza kwanza waondoe hofu lakini pili eh, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama nawahakikishieni kwamba klipu hiyo ni klipu ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba eh, baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku 3 baada ya uchaguzi mkuu. Nchini Kenya wanaharakati watano wamekamatwa na polisi walipojaribu kufanya maandamano katika ofisi ya balozi ya Tanzania jijini Nairobi. Wanaharakati hao walipiga kambi nje ya ofisi hiyo wakitaka majibu dhidi ya mauaji wa Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu wa urais wa tarehe 29 Oktoba. Aidha, waandamanaji pia wamejitokeza katika ubalozi wa Tanzania mjini London, Uingereza. Maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika hii leo yalipigwa marufuku na mamlaka za serikali yakidaiwa kuwa hayakukidhi matakwa ya kisheria. Ikumbukwe kuwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 yalizuka nchini Tanzania baada ya malalamiko kuhusu uchaguzi usio huru. Waandamanaji waligongana na vikosi vya usalama. Uharibifu wa mali ukaripotiwa na serikali ikaweka marufuku ya kutotoka nje pamoja na kukata intaneti. Idadi ya vifo imebaki kuwa na utata mpaka sasa huku upinzani ukidai kwamba mamia waliuawa na mashirika ya kimataifa yakithibitisha vifo kadhaa. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusu taarifa hii, tuungane na mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ambaye alikuwa katika mitaa ya Dar es Salaam hii leo na kufuatilia taarifa hii kwa kina kabisa. Mgonja, hali imekuwaje Tanzania kufikia jioni hii ya leo? Mpaka jioni hii ulinzi bado umemarishwa katika maeneo mbalimbali ambapo hata dakika uh, um, like, kadhaa zilizopita tu nimetoka kupita mtaani ambako nimeona kuna baadhi ya walinzi, vikosi vya ulinzi, wanajeshi, polisi bado wamesambaa mtaani na katika maeneo mbalimbali zimewekwa zile zuio ni ndani ya kilomita moja unaweza kupita zuio hata tano sita. Na taarifa ya hivi karibuni ya jeshi la polisi imesema kwamba na bado wataendelea kuimarisha ulinzi, kwa hiyo mpaka sasa tunaweza tukasema kwamba vikosi vya ulinzi bado vimtaani. Vipi kuhusu shughuli za kiuchumi kama vile vituo vya kuuza mafuta, hali imekuwaje? baadhi ya vituo ni vingi, vilikuwa vimefungwa. Ni vichache tu ambavyo vilikuwa viko wazi. Maeneo tulipita katika vituo tano sita, pengine ni kituo kimoja kilichoko wazi, au usikute kabisa kituo kilichoko wazi, na hii imeleta utata hususani kwa baadhi ya wamiliki wa mabasi haya, a, a, mabasi ya, ya, ya umma wanasema kwamba hawezi kutoa huduma wakati hawezi kupata mafuta ya kuendesha a, magari yao. Kwayo, kwa hiyo hii imeleta adha kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka huduma za msingi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wengi wameshindwa kwenda maeneo ya yao. Tulikutana na baadhi ya abiria wanaosema kwamba wameshindwa kwenda kuwaona wagonjwa na kupata mahitaji muhimu. Kwa hiyo basi vituo vya mafuta kufungwa vimeleta utata pia. A, mgonja, hatua za jeshi la polisi leo zimekuwa tofauti vipi na matukio ya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu? Ndio itakumbukwa kwamba kama ulivyosema kwamba kipindi cha Oktoba 29 ndio zilitokea hizo tafran kwamba uh, lakini ni kipindi cha uchaguzi hivyo, jeshi la polisi na vikosi vya usalama vilikuwa vimeelekezwa pia kulinda vituo vya uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa vikosi vya usalama pengine kulinda hii iliyokuwa inaitwa maandamano, lakini pia kulinda zoezi la kupiga kura. Lakini hii leo vikosi vyote vya ulinzi ya usalama, ni jeshi ni polisi, wameshirikiana, wameenda kila baadhi ya mtaa, walikuwepo kila maeneo yote, barabarani kuu walikuwa wamezingira. Kwa hiyo tunatokasema kipindi hiki uh, walikuwa wamejizatiti kwasi kikubwa, ni kwamba uh, uh, kulikuwa kuna ulinzi mkali ambao uliimarishwa na si katika barabara kuu tu, hata mtaani pia no. kumekuwa doria zikifanyika. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni zaidi ya uh, uh, Oktoba 29 sasa um, yote haya yanapofanyika, leo maandamano yalitarajiwa kufanyika, hali imekuwa tofauti kidogo. Mgonja, kwa mtazamo wako nini kimechangia hali kuwa tofauti leo? mm. Jiografia ya ya Tanzania hasa katika hii miji mikubwa, ukizungumzia uh, Dar es Salaam, ukizungumzia Arusha na Mwanza, watu wengi, wananchi hususani vijana, wanaishi pembezoni mwa mji, wanaoishi katikati ya mji ni wachache sana. Hivyo polisi, ninachokiona hii leo nadhani ni mbinu tuna tukasema kwamba walikabia juu walikaba pale ambapo wananchi walishindwa hata kwenda kwenye barabara kuu. Kwa hiyo waliwazuia watu hata ukitoka nyumbani kwako kilomita kadhaa utakutana na vikosi vya ulinzi. Watakuuliza kwamba unaenda wapi, unaenda kufanya nini, na uwe na sababu ya msingi ndio watakuruhusa uto, utoke kwayo. Kwa hiyo tuna tukasema kwamba wame wamejitahidi au wamefanya mbinu ya kuwakaba wananchi kabla hawajafika katika maeneo ambayo ni maeneo nyeti hususan katika vituo vikubwa hivi vya mwendokasi vituo vikubwa e, vya usafirishaji. Kwa hiyo, polisi kwa polisi wamejitahidi kwa kiasi kikubwa pengine kusema kutumia mbinu ya kuzuia kabla matukio hayajatokea lakini kipindi kile yaliweza kutokea matukio ndio wakaja kuzuia. Shukran sana, mwandishi wetu Humphrey Mgonja, tukisema naye kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mahojiano hayo kutoka jiji hilo ndiyo inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukaporejea, mzozo unazidi kutokota katika mpaka wa Thailand na Kambodia, huku wanajeshi na raia zaidi wakiuawa. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Ukrain imesisitiza kuwa ingali inakabiliana na mashambulizi ya Urusi katika mji wa Pokrovski, mashariki mwa Ukrain. Hii ni licha ya madai ya Urusi wiki jana kwamba wameudhibiti mji huo. Mji huo umekuwa muhimu katika vita hivi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ukrain inauona mji huo kama kizuizi kikuu kinachozuia vikosi vya Urusi kuchukua eneo zima la Donetski. Mwandishi wa BBC wa ulinzi Jonathan Bell amekuwa akizungumza na vikosi vya Ukraine ambavyo vingali vinautetea mji huo. Taarifa yake inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Mji wa Pokrovisk haujaanguka licha ya madai ya Urusi kuwa wameuteka, lakini makabiliano ni makali. Hiki ndicho kituo ambacho ni kitovu cha operesheni ya kivita ambapo kikosi cha Ukraine cha Skala kinapanga operesheni zake za mapigano. Wanasema kuwa mamia wanajeshi wangali mjini. Wanataka kutuonyesha ili kupinga kile wanachokiita uongo wa Kremlin. So kwa hivyo ili kudhihirisha kuwa vikosi vya Ukraine vingali Pokrovsk, wanawaambia baadhi ya wanajeshi ambao wanazungumza nao sasa kuonyesha bendera yao. Hiyo hapo. Kwa hivyo Sasha amekuwa akizungumza na watu wake ili kuonyesha kuwa wanapigana na Pokrovsk. Amewaambia waonyeshe bendera ya Ukraine na ndiyo hiyo hapo. Kwa sababu za usalama wao, wanaambiwa kubadili eneo ambalo wanapiga na vita. Hivyo umejionea na macho yako mwenyewe. Ikiwa hatutaonyesha hii, dunia nzima itapoteza imani na kuacha kusaidia watu wa Ukraine na jeshi la Ukraine. Hii ndio sababu ya kufanya hivi kuonyesha kuwa bado tuna nguvu they... hivi ndivyo wanavyovieleza vita hivi. Mfano huo, wanajeshi waliovalia mavazi ya rangi ya kijani, vikosi vya Ukraini vikiwa vingali vinadhibiti kaskazini mwa mji. Waliovalia mavazi ya hudhurungi ni vikosi vichache vya Urusi vikijaribu kukaribia kutoka kusini. Kwa mara nyingine tena, Ukraini ina wanajeshi wachache, lakini wana nguvu na wanaonyesha hasara kwa Urusi hivi right, ndivyo vitambulisho vyao kimsingi sio? yes, yes. Ndiyo, ndiyo. Unadhani wa warusi wengi huko Pokrovsk? Sidhani kama wanatosha, si wengi. Nadhani hili suala la kutoa ardhi ili mupate amani unalizungumziaje? Uh, kuna damu nyingi sana ya watu wa Ukraine iliyomwagika katika ardhi hii, kwa hiyo itakuwa aibu kuitoa. Tukiitoa Urusi itataka zaidi. <coughs> Ila pia kudhibiti hali dhidi ya mapambano makali ni gharama huku kukiwa na dhiki ya kila mara inayosababishwa na ndege za urusi zisizo na rubani hivi ndivyo ilivyo kupigana katika eneo la pokrovisk kile ambacho kikosi cha skala kimepitia wiki hii tishio hili hili ambalo kikosi cha hotabich kilikumbana nalo kwa karibu siku 30 inaogopesha wakati ndege isiyo na rubani inapokuona. Kuna droni nyingi sana hapa, zinaruka kila mara. Tumetamani hali nzuri ya anga, kumaanisha ukungu ama mvua, anga ya kijivu, kwa sababu katika nyakati kama hizi tungepata kuongeza silaha kwa vikosi. Vita vya kunyakua Pokrovsk vimeendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ukraine inaweza kuendelea hadi lini? Inapoteza udhibiti mji huu wake umesalia magofu, ila Ukraini inahitaji thibitisho la ushindi wake katika wakati huu mgumu. Kwengineko, Kambodia na Thailand zimesema zimeshambuliana upya huku mzozo wao wa muda mrefu kuhusu mpaka ukizidi kutokota na kutishia kuwa na athari kubwa. Jeshi la Thailand linasema wanajeshi wake watano wameuawa tangu mapigano kuzuka upya siku ya Jumatatu. Kambodia inasema mashambulizi kutoka Thailand yamesababisha vifo vya raia saba na kuwajeruhi takribani watu ishirini tangu kusambaratika kwa makubaliano ya usitishaji mapigano siku ya Jumapili. Mapigano hayo yamewalazimu maelfu ya watu kutotoka nyumbani. Mwandishi wetu Panisa Emocha anatupa taarifa kamili kutoka Bangkok. We have in the is... tulichokiona asubuhi ni taarifa kutoka kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kambodia, hun Sen, ambaye alisema kuwa katika saa ishirini na nne zilizopita, Kambodia imekuwa ikijizuia kulipiza kisasi dhidi ya Thailand. Hii imekuwa simulizi ambayo Kambodia imedai kwamba hawakuwahi kuanzisha mzozo huu mpya na pia hakulipiza kisasi dhidi ya Thailand. Kwa upande mwingine, Thailand yenyewe inasema kuwa Kambodia ilianzisha makabiliano hayo mapya, na wakati jeshi likikiri kwamba walitumia ndege kulenga kambi ya kijeshi huko Kambodia, wanasema kuwa operesheni hii ya kijeshi pamoja na operesheni nyingine ambazo zimefanywa kulingana na sheria za kimataifa ni chini ya kanuni za operesheni za kijeshi. Kwa hivyo tumeona tuhuma hizo za pande zote ya hivi majuzi kutoka kwa matamshi ya waziri mkuu wa Thailand. Bado anashikilia msimamo wake aliotoa kuwa hakutakuwa na mazungumzo ya haraka, na anadai kwamba Kambodia lazima ifuate masharti kwa utaratibu ili mapigano yasitishwe. <todicum> hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunatembelea soko la mbwa nchini Nigeria kufahamu kwa nini nyamba ya mnyama huyo imekuwa kitoweo pendwa. Karibu tena hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya kiswahili ya bbc mimi ni roncliff odit sasa kuna mbwa wa aina nyingi duniani kuanzia mwonekano kimo na hata majukumu yao kuna mbwa wanatumika kama walinzi na hata waelekezi na wamefahamika kwa muda mrefu kama rafiki wa binadamu lakini katika maeneo fulani ya dunia mbwa ni kitoweo kitamu sana na kinauzwa katika masoko nigeria inashikilia nafasi nambari 3 katika ulaji wa mbwa duniani inafuata Korea Kusini na Vietnam, kwa mujibu wa orodha ya dog friendly countries. Lakini hatua hivi majuzi ya wabunge kupiga marufuku ulaji na uuzaji wa nyama ya mbwa katika jimbo la Akwa Ibom, kusini mwa Nigeria, imepingwa vikali. Peter Mwangangi anawasilisha sasa taarifa ya Ayuba iliyo kutoka soko kubwa la mbwa katika jimbo la Plateau nchini Nigeria. Tukutahadharishe tu kwamba baadhi ya picha katika taarifa hii zinaweza kukukera. Like kwa mbali linakaa soko la kawaida tu yes, lakini kiuhalisia huenda hili likawa soko kubwa zaidi la mbwa nchini Nigeria. Liko katika jimbo la Plateau, eneo la kati la Nigeria, na huvutia wanunuzi kutoka mbali sana. Hapa mbwa anaweza kuuzwa kwa bei ya kati ya dola 25 hadi 40 za Kimarekani kulingana na ukubwa wake. Kwa hilo wanawapataje mbwa hawa na kwa nini biashara ya mbwa inazidi kukua kwa kasi hapa, booming business here So, ukila nyama ya mbwa na kuna mtu ambaye anataka kukuwekea sumu hawatafanikiwa. Kama unamtaka mwanamke fulani kimapenzi, unaweza kutumia moyo au ini la mbwa na kuchanganya na mambo mengine, kisha unaweza kumpata. Justina Likita ni miongoni mwa wanawake wanaojishughulisha na biashara ya mbwa hapa hiyo ndio mbinu wanayotumia kutafuta kipato mune, zua, kano. Wanaume wetu huenda kano wakiwa na hirizi mfukoni mwao, wakipata bahati huja na umbwa. Huwa wanatuletea sisi kina mama, na baadhi yetu huwauza kwa ajili ya sherehe za Krismasi, na wengine kwa ajili ya kuwafa nyumbani kwa shughuli za uwindaji. Huo ndio mtindo wetu wa kuuza na kupata faida kidogo ya kununua mahitaji ya nyumbani Mujemuhi. mimi hulipia karo ya watoto nanunua chakula na hata sabuni ya mtoto wangu kutokana na faida ninayoipata hapa. Kwa watu wengi wanaoishi mijini, mbwa huonekana kama wanyama wa kufugwa, walinzi au hata ishara ya hadhi. Hata hivyo, kwa wateja wengi wa hapa, nyama ya mbwa ni kitoweo cha kitamaduni ambacho mara nyingi huandaliwa na pombe ya kienyeji. Ukila nyama hii utajihisi nguvu na utafanya kazi bila kuchoka. Nyama hii ni ya bei nafuu, unaweza kuipata hata kwa naira mia mbili. Kwangu hakuna kitu chochote about... kinachofanya nyama ya mbwa iwe you know. Katika mji wa Jos ambao ni makao makuu ya eneo hili, Frank Agbadagri anasimamia utengenezaji wa banda jipya la mbwa wake katika mji mkuu wa jimbo. Amekuwa akiwatunza mbwa tangu utotoni. One of the greatest things that..., kitu kimoja cha maana sana kuwa na umbwa ni kwamba hunipa hamu ya kufanya mazoezi ya mwili. Ndiyo maana nilichagua aina ya umbwa inayoitwa German Shepherd. Kumfuga mnyama kipenzi ni kama mazoezi ya kuwa na familia halisi. Baadhi ya marafiki zangu huniitania jinsi ninavyowatunza watoto wangu wa umbwa, kwamba kulea watoto haitakuwa shida. Inakufanya uwe na utu zaidi, wacha niseme hivyo. It makes you more human. Let me put it down. Nigeria inadhaniwa kuwa nchi yenye kiwango cha juu zaidi cha ulaji wa nyama ya mbwa barani Afrika. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa kichaa cha mbwa, virusi vinavyoenezwa kwa njia ya mate ya mbwa walioambukizwa, huua takriban watu 10,000 nchini Nigeria kila mwaka. Comes... tatizo la afya hutokana na maandalizi. Mbwa hawa mara nyingi hawauawi kwa njia ya binadamu, na kwa sababu hii mbwa anaweza kukushambulia wakati akijaribu kujikinga. Na pia baada ya kuuawa, njia za uandaaji hazizingatii usafi; unatumia mikono mitupu, kunaweza kuwa na maambukizi kutoka kwa mchinjaji. Wafanyabiashara wa mbwa wanasema wanahakikisha wanyama hao wanapata chanjo mara kwa mara. Kwa wiki hii nzima, hata jana watu wengine kutoka taasisi ya kitaifa ya utafiti wa mifugo NVRI walikuja kutoka Vom kuwachanja mbwa dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Daktari Mak ni msimamizi katika makazi ya wanyama wanaowekwa nyumbani na ni miongoni mwa maelfu ya Wanigeria Wanaopiga kampeni dhidi ya ulaji wa nyama ya mbwa nchini humo. Anaamini mbwa wana umuhimu zaidi ya kuliwa. The dogs can help us. Mbwa wanaweza kutusaidia kugundua magonjwa na watu ambao wana changamoto kama vile kisukari, shinikizo la damu na degedege dege, na imethibitishwa, yes, kisayansi. <laughs> Mbwa wamejikita katika mgawanyiko wa kitamaduni kati ya maisha ya kisasa na urithi, lakini mbali na mjadala huo kuna hatari ya kiafya inayowakabili wale wote wanaoshughulika na mbwa. <laughs> Mwelekezi msimamizi wa matangazo haya Leila Muhamed anasema katika mji wao wa Kakamega kuna soko la mbwa linaitwa Lubao. Tofauti, Lubao hawauzi nyama, wanauza mbwa mwenyewe. nazika lete huyo Clinton, lete Clinton hapa, lete Obama. Mbwa wana majina kama hayo: Rambo, Obama, Clinton. <laughs> Karibuni Waluya nao wataanza kula mbwa. Ikiendelea hivi kitakuwa kitoweo. <laughs> Tusalie katika mada hiyo hiyo ya mbwa sasa. Tizama, wapenzi wa mbwa wamejaribu kuvunja rekodi ya dunia kwa kukusanya kundi kubwa kabisa la mbwa aina ya Golden Retrievers katika hafla iliyoandaliwa jijini Buenos Aires nchini Argentina. Mamia ya mbwa hao aina ya Golden Retrievers wenye manyoya ya rangi ya dhahabu walionekana katika bustani moja ya jiji hilo, na kukuwa walikuwa wengi, walipatiwa jina la The Golden Wave. Wazo hilo lilitokana na mazungumzo ya wapenzi wa mbwa kwenye mitandao ya kijamii na kupata mvuto wa watu wengi kwa haraka. Waandalizi wa hafla hii wanasema kwamba mbwa zaidi ya elfu mbili walishiriki na kuthibitisha kwamba idadi hiyo imevunja rekodi ya awali iliyowekwa jijini Vancouver, Canada. Tizama, mbwa hao elfu mbili wa rangi inayofanana wameletwa pamoja, na marafiki wa mbwa wamekutana mitandaoni. Mitaani pia kuna mbwa, lakini kama nilivyosema majina yao ndo kidogo yanakuwa na etieti. Tumalizia hapo. Mimi naitwa Roncliff Audit kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Nikuache kwa usiku usiokuwa na usumbufu wa kelele za mbwa.